Rais Samia Suluhu Hassan anakumbana na mitihani mizito miwili. Kabla sijaeleza mitihani hiyo mizito miwili ambayo anakumbana nayo, naomba kwanza nilitolee ufafanuzi jambo ambalo nimekuwa nikiulizwa na wafuatiliaji wangu pamoja na wanafunzi wakiniuliza kuhusiana na hizi siku, kwa hiyo kabla sijaeleza mitihani mizito miwili inayomkumba e, Rais Samia Suluhu Hassan uh, naomba kwanza nieleze hili la, la la ICC. Kwa maana hiyo, kwamba hili la ICC siyo sehemu ya mitihani hiyo miwili. Sasa hili swala la ICC wengine jinsi linavyosemwa, ukweli ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hajaitwa ICC hajaitwa hajaitwa ICC. Oh, lakini tunaweza pia tukaongeza hoja kulingana na uchambuzi na kwa namna ambavyo eh, nimekuwa nikiifahamu ICC namna inavyofanya kazi, Rais Samia Suluhu Hassan hawezi kuitwa ICC. Taeleza sababu oh, zile picha nyingi ambazo zimekuwa zikizunguka katika mitandao ya kijamii taasisi za kutambua hoja kwa kimombo tunaitwa fa eh, tunaita fact checking organization nyingi zimethibitika kuwa ni za uongo, lakini pia rekodi za ICC, hata wewe unaweza ukaingia tu, sio? sio lazima tuwe wazembe tusubiri kuletewa habari. Kuwa Mtanzania aliyechangamka, ingia katika rekodi za ICC, katika mtandao wao wa ICC. Ukiingia katika mtandao wao, hakuna rekodi yoyote inayoonyesha kwamba una uchunguzi unafanyika unaomhusisha Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake. Kwa hiyo hilo tumelimaliza, hilo la ICC. Kwa hiyo mlikuwa mkiniuliza kwamba ICC ICC, hajaitwa na hawezi kuitwa kwa sababu hizo mbili ambazo nimekutajia. Sasa twende katika hoja yangu ambayo leo nataka nizungumze. Pamoja na yote hayo, Rais Samia Suluhu Hassan anakumbana na changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ni mashirika yasiyo ya kiserikali NGO. Hii ni changamoto kubwa. Uh, Waswahili wanasema anayemlipa mwimbaji ndiye anayechagua wimbo. Haya mashirika NGO haya yamekuwa yakifadhili miradi mingi katika nchi yetu yamekuwa yakitoa fedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali, lakini katika fikra za ndani, katika fikra, nitaongea kwa kimombo: if you get it for free you as a product. Kama unapata kitu bure, wewe ndio bidhaa. Tafakari neno hilo. Kama unapata kitu bure, pewa bure, wewe ndio bidhaa. NGO zimekuwa zikisaidia uh, zikisaidia sana uh, katika kufadhili mambo mbalimbali, lakini kuna changamoto kubwa inayoletwa na hizi fedha za NGO. Tunafahamu zote zinakwenda wapi lakini pia ushahidi upo wazi, kwa sababu hawa mabwana wanatoa fedha, wamekuwa wakiwasema vibaya viongozi wetu kwa sababu tu wanatoa fedha. A, kiongozi anasema vibaya kabisa, unatukanwa kwa sababu ya hizi fedha. Kiongozi unakuta anashambuliwa, vijana wameshiba fedha za NGO, waambii kitu taalamu wa haki za binadamu. Huwaambii kitu ameshiba fedha za, anatukanwa ana, ana kiongozi kwa sababu ya fedha. Lakini nawakumbusha kwamba fedha zinazotolewa, nawaeleza huko fedha zinazotolewa hazitolewi bure. Lakini pia tunaona baadhi ya NGO zimekuwa zikiingilia masuala ya kisiasa. Sasa hii ni swala hatari ni, ni, ni, ni. Ni swala hatari. Sasa hili suala la NGO tunaweza tukaondoka vipi hapa? Raisi Samia Suluhu Hasani pamoja na serikali yake na Watanzania kwa ujumla tunaweza tukaondoka vipi hapa? Pengine naweza nikatoa maoni yangu na mwingine akatoa ya maoni yake katika komenti. Tunatokaje katika NGO? Unaweza ukaandika komenti wakati unaendelea kusikiliza kinachoendelea. Mimi naona unaweza kutoka kwenye NGO kwa kujaribu kujitegemea pole pole, sio haraka. Tutajaribu baadhi ya mambo yasiyo ya lazima. Mm. Kwa kipindi nilienda sehemu, nikakuta chuo kikubwa kinaheshimika, viti walivyokalia vimeandikwa nyuma kimetolewa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani. <laughs> Kuna chuo kikuu kingine kina, kina maktaba imejengwa kwa ufadhili wa China. Kwa hiyo na Wachina wameingia mle, wanaweka tamaduni zao, sio wamekujengea. Sasa tunashindwa vipi kujenga maktaba kwa chuo kikubwa kama kile ambacho hakikosi wanafunzi kila mwaka tena kinagombaniwa? Tunakosa vipi fedha ya kununua viti? Unaenda katika shule unakuta uh, shule hii imejengwa kwa ufadhili wa watu wa nchi fulani. Sasa haya ni matatizo, tujifunze kujitegemea kwa vitu vidogo vidogo, viti, madawati, tujaribu wenyewe kwa mambo makubwa, nadhani kwa hiyo tujifunze kujitegemea. Sasa fikirie hilo, yanayokuja huko mbele yatatuletea shida, fikirie kujitegemea. Lakini changamoto ya pili inayomkumba rais Samia Suluhu Hassan ni demokrasia. Demokrasia uh, demokrasia isipotumika vizuri huwa inawagawa watu, demokrasia isipoeleweka huwa inawagawa watu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bado tu ya kupata uhuru tulienda mpaka mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano akafuta aka vyama vyote vya kidemokrasia. Kwa nini alifuta? Alifuta kwa sababu e, alipata hofu kwamba watu watagawanywa kwa sababu ya vyama vyao. Unaona, mtu ukija na mawazo ya kizalendo ya kujenga nchi, kama navyotoa mini, unaitwa chawa <laughs> <laughs> ukitoa mawazo ya kusababisha kiruke unaonekana shujaa. Sasa sasa tunajiuliza tunakwenda tunakwenda wapi? e, e, -tuna, tunakwenda wapi? Anayepambania nchi anaitwa chawa, anayesema tubomoe ni shujaa. Sasa sasa tafakari. Hiyo ni demokrasia? Hatujaielewa demokrasia. Sasa ni changamoto kubwa ambayo inamkumba eh, rais Samia Suluhu Hassan. Uh, na si Tanzania tu inayoteswa na demokrasia. Nenda Kenya, ukifika ukifi, kipindi cha uchaguzi watu wote wana hofu, watu wote wanaogopa. Nenda nenda nenda nenda Uganda, ikifika kipindi cha uchaguzi wengine wanahama kabisa, wanasafiri. Nenda Kongo, Kongo ikifika kipindi cha uchaguzi watu wanaondoka watu wanaogopa. Kwa hiyo demokrasia <laughs> badala ya kutujengea maisha sasa inatutisha, inatuogopesha. Lakini uh, Profesa Lumumba hayuko mbali na hiki nachokisema. Rafiki yangu Mwalimu Gugo yeye haamini katika demokrasia lakini profesa Lumumba naye inaelekea kama haamini sana katika demokrasia. Profesa Lumumba yeye anasema waafrika utafute namna yetu ya kujitawala eh? hata ka mfumo tulikoletewa wakati mwingine kanatupeleka gizani anasema tutafute namna yetu ya kujitawala, namna ambayo tunaweza tukajitawala namna fulani. Lakini Profesa Lumumba hasemi ni namna gani, anasema hana, hanajibu hana jibu la swali hili. Sasa katika comment unaweza kaja na wazo, mbadala wa demokrasia ni nini? Tusi ili tusigombane. Demokrasia inatu, inatupeleka ina, ina pabaya. Jenerali Ulimwengu alishauri alisema, kama watu wangesikilizwa, yasingetokea tarehe 29 o. Lakini kuna hoja hapa, tunaweza tukaleta tukasema kwamba hata kama mkitaka mkae, msikilizani Naweza mkakaa, mkasikilizane lakini tukubaliane ukweli. Chama cha kisiasa kinataka nacho madaraka, anachokitaka Tundu Lissu naye anataka awe rais. Sasa mtakaa katika mtazungumza nini? <laughs> kila mmoja anavutia kwake, ubaya. Sasa utakuja jambo litakuja kufanya jambo baya zaidi, ambapo sasa uh, mtataka eti mgawane E, mnaga, e, kwamba sasa na wewe tukupe ili papoe sasa. Hatuwezi kwenda katika nchi, kuna nchi tumeziona zikiingia huko, demokrasia imewapeleka huko kwamba sasa sasa tugawane e, kwamba mnagawana nchi e, vyama vinaigawana nchi, chama hiki na chama hiki wanagawana madaraka sasa. Hiyo ndio demokrasia? Ni changamoto kubwa sana. Profesa Lumumba hana jibu tufanye nini sasa, lakini haoni demokrasia kama inatusaidia. Sasa kwa sababu majibu hakuna, tuishie kusema kwamba Afrika itafakari mfumo mpya. Waliokuwa uh, kwa, kwa, kwa wakifuatilia siasa za John Pombe Magufuli, tuliona dalili ya John Pombe Magufuli kutaka kuiondoa Tanzania katika haya masuala ya ya, ya ya kuwaza uchaguzi, tuliona jambo kama hilo liki, liki, liki, likitaka kufanyika lakini kikubwa zaidi ambacho kinamkumba rais raisi Samia Suluhu Hassan ni hili swala la demokrasia, kwa sababu hata watu ambao atasema azungumze nao ukweli kabisa kutoka moyoni, nao wanataka <laughs> nao wanataka wawe sehemu eh? Yeah? wanataka wawe sehemu. Sasa unashughulika vipi katika demokrasia? Unaweza ukafanya mema raia sionekana kaonekana mabaya tu kuzozana sisi kwa sisi. Kwa hiyo tuna, tunateswa tuna, tuna, tuna na demokrasia tuna tuna tunagawanyishwa na demokrasia Watanzania, tunachukiana tuna, tuna kwa tofauti za vyama, watu wanachukiana kabisa, watu wanapeana majina mabaya, twa gamba twa chawa eh, Tanzania we lakini ukimuuliza huyu anachotaka ni nini, unaweza usielewe. Kwa hivyo Watanzania, mimi nimehitimisha kwa kusema hayo, niwatakie siku njema na tafakuri. Kama una maoni, hebu shusha hapo kwenye komenti tuweze kujadili na kujenga nchi pamoja.